Engineer Ezra John Chiwelesa, oyee. Mheshimiwa diwani wetu Philbert Rubula, oyee. Na viongozi wetu wote wa Chama cha Mapinduzi, oyee. Basi wale wote Mungu. Mapinduzi basi wale wote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema alitufikisha hapa tukiwa salama na afya njema. Ni jambo jema sana kama nilivyosikiliza toka mwanzo wa sherehe mpaka sasa hivi, hii shughuli inataka ifanyike mwezi wa pili, lakini kuna jambo lilitokea na ugonjwa mama. Nashukuru Mungu limeisha salama yeye ndiye aliamua iwe siku ya leo. Mungu. Sindiyo, kwa ni siku maalum ambayo Mungu kaipanga, si ndio jamani? Kwa wazee wangu, mama zangu, baba zangu kwa pamoja tufurahie maana hii ni sherehe. Mheshimiwa amesema leo ni kula na kunywa. Ila katika kula na kunywa tunapiana ukweli. Hii ni siasa, si ndio? Katika siasa kuna mambo mengi yanaendelea. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi ndani ya kata ya Kabindi akishirikiana na mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wetu. Mzee wetu Rubula, si ndio? Kwa kufanya hayo, usibeze. Katika kufanya hayo tusibeze. Katika kutokubeza, mimi ndio maana nimekuja hapa. Sijaja kama mhubiri wala nabii wala mtume. Nimekuja kuburudisha tu, tuburudike kwa kusifia viongozi wetu kwa kazi kubwa walioifanya, si ndio jamani? Nimekuja kuimba tu. Kuna kanyimbo changu nimepongeza viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbunge pamoja na Mheshimiwa Diwani na viongozi wote nyie. Nyie wote ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi, si ndio? Sifia kwenye aka kawimbo k nawakaribisha sana tufurahie kawimbo waka. Ukiwiiwa kuja njoo tusedebuke leo ni kula na kunywa tu hamna mambo mengi ila kula nyingi za kishindo ziende kwa Dr. Samia Suluhasani ndio? Ndio. Mtamchagulu wa samia kula nyingi kwa njinia Ezra, kula nyingi kwa diwani Rubura. Aya DJ ya cheki tu hapo.

Watanzania, mama Samia Suluhu, rais wetu kwa kazi nzuri sana unayofanya mama. Hongera mama yetu, mbunge wetu Ezra John